Na hii imeandaa kwa sababu ya kutekeleza maelekezo ya serikali kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni lazima tuendelee kukabiliana nayo. Tutakabiliana nayo kwa njia gani? Njia ya kwanza ni upandaji wa miti. Tutakapokuwa tumepanda miti, iwe miti ya matunda, iwe miti ya mbao au miti ya kivuli, tutakuwa tumetekeleza maelekezo ya serikali kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi ni lazima tuyakabili. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, sisi tunaomba muendelee na zoezi hili la upandaji wa miti, tusiishie leo tu, ambapo tumetekeleza yale ambayo ametuamrisha rais wetu kwamba tupande miti, tufanye vitendo mbalimbali, tukague miradi. Na leo hii tumepanda miti katika chuo chetu hiki, na sisi kwa upande wetu tunaona kwamba zoezi hili litakuwa ni endelevu kwa sababu sisi katika itikadi yetu upandaji wa miti ya matunda na mingineo ni ibada. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunawaahidi kwamba kitakuwa ni kitu endelevu. Kama tulivyohusiwa na afisa mazingira, tutaendelea kupanda miti katika chuo chetu hiki na katika sehemu zingine zetu za ibada, misikiti yetu, tutaendelea na zoezi hili. Mheshimiwa Samia Suluhu ameweza kutuambia kwamba tuadhimishe sherehe hizi kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo shughuli hizi zilianza tarehe tatu, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuhifadhi mazingira yetu kwa kupanda miti, na kwa kufanya hivyo ni kwamba tutaweza kuwepo katika mipango ya dunia ya kuweza kuhifadhi mazingira, kwa sababu mazingira ndiyo kila kitu. Mazingira ndiyo sehemu tunapoishi sisi, ninapoishi viumbe hai na mazingira ndiyo mimea ambayo tunakula na kutupatia eh, madawa na kila kitu yamo. Kwa hiyo tupo hapa leo kwa ajili ya shughuli za kuhifadhi mazingira. Tutatoka tutaenda kwenye chuo kingine. Kwa sababu vyuo vingine vimefungwa vilivyo vilivyopo ni hiki na chuo cha Veta. Tunaenda Veta pale na hapo tutapanda miti. Kesho tutakuwa na zoezi la kwenda shule ya Ilundu kuweza kusaidiana kujenga na wananchi kesho kutwa tutakuwa na nyinyi tena katika zoezi la kutoa damu, lakini tungependa tungeomba siku ya tarehe tisa katika muhadhara pale waje hawa vijana kuweza kusikia muhadhara. Tuna mzee wetu ambaye ni mbobezi sana katika mambo ya siasa, uchumi na jamii na sheria, mzee Pius Msekwa, lakini tuna mzee eh, ka, Kasori naye atakuwepo pale. Ni wazee ambao wapo wanafanya kazi tangu enzi ya miaka sitini mpaka leo. Mungu ametusaidia tuko nao. Kwa hiyo ingekuwa vizuri mfike katika muhadhara ule, msikie maisha kule zamani yalikuwaje na sasa hivi yakoje. Lakini kikubwa kuzidi yote, kwa wale waliesikiliza taarifa leo, hizi fedha ambazo zingetumika kwa ajili ya kufanya hii sikukuu, badala yake inakwenda kujenga mabweni. Mheshimiwa Rais ameamuru ya kwamba yajengwe mabweni ili kwa watoto wenye mahitaji maalumu, maana yake wale walemavu na ambao hawakujaliwa kuwa kama sisi. Kwa hiyo ni moja ya sadaka ambazo Mheshimiwa Rais ameamua kuzitoa. Kwa hiyo na sisi tunawaomba muendelee na jitihada hizi za mazingira, kwa sababu tunajua tunaandaa viongozi wengi wa dini, na katika dini yetu miti na matunda na mazingira ni moja ya ibada. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuendelea kutunza mazingira yetu. Baada ya kusema hayo, nawatakia masomo mema. Mungu awajalie wa nawapenda sana na wasalimu kwa jina jam, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yes, yes. yes. yes. yes. <classic> ukapande miti wapi? Muambie. yes. yes. wazazi wafanye nini? yes. wapande miti yes. ili mvua ije tupate kuni mbao na vyote l